Hali ya usalama ya mkoa wa Tabora kwa ujumla ni shwari na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi vizuri. Tuna operation ambayo tumefanya kwa miezi mitatu Januari, Februari na Machi katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Sikonge ambapo ilitokeza baadhi ya matukio ya wizi wa miundombinu ya barabara kwa watu kupanda juu ya nguzo za taa za barabara kisha kufungua na kuiba solar panel, betri ambazo zinatumika kwenye taa hizo za barabarani hasa katika maeneo ambayo sio jirani na makazi ya watu. Kufuatia msako mkali na doria ambayo tumeendelea kuifanya ya watu ambao wanafanya uharibifu wa miundombinu ya barabara, jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya TANROAD tumefanikiwa kukamata solar panel moja, fremu nne za solar panel na vifaa mbalimbali vya umeme. Pia tumefanikiwa kukamata jumla ya watu kumi na tano ambao wanashikiliwa kuhusiana na wizi huo wa miundo miundombinu ya barabara. Uchunguzi zaidi wa kisayansi unaendelea ili kuweza kuwabaini na kukamata wote waliojihusisha na uhalifu huo na ili waweze kufikishwa mahakamani. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa raia wema kuendelea kushirikiana na jeshi lao kuhakikisha kwamba miundombinu ya serikali inalindwa vizuri kwa maana serikali inatumia na fedha nyingi kwenye kuwekeza miundombinu hii kwa manufaa ya wananchi wake. Hivyo kwa pamoja tuendelee kudhibiti na kutoa taarifa za wahalifu wote wanaojihusisha na, na wizi wa miundombinu hii ili waweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria.